Bado tupo na wewe kwa wakati huu, hapa ndani ya viwanjani tukiangazia mengi sana makubwa ambayo tumeweza kuandalia. Tumeanzia katika soka letu tukichambua Simba Sports Club, mnyama mkali akielekea katika uwanja wa Amani Complex, lakini bila kusahau takwimu mbalimbali za timu ambazo za kutokea Afrika Kusini ambazo Simba aliwahi kupambana nazo, lakini bila kusahau tumeangazia michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu huu 2024 25, lakini kwa wakati huu hapa uh, nilisema tutakuwa na msemaji

hiyo aweza kubadilika mpaka nife labda una miss eh? Una miss sana. Una miss. Eh, lazima majukumu mengine yaendelee, eh, zaidi ya kile ambacho watu wengine kwa sasa wanakifanya, sababu mpira wa wanawake bado unahitaji watu wa aina yangu. Kitu gani ya ambacho ukikiona kwenye soka la wanawake naona uh, uh, mabadiliko makubwa, uwekezaji pia ambao umefanyika na baadhi ya timu ikiwepo Yanga. Nafikiri huu ni msimu ambao Yanga Princess wamesajili bora zaidi kuliko misimu yote ambayo wamewahi kusajili, lakini pia naona investment ya JKT wanavyokwasi kama viwili ama, ama, ama vitatu kwenye timu yao, ambavyo nafikiri kwa misimu miwili mitatu wataendelea kusumbua Hmm, lakini naona mabadiliko makubwa ya kiuchezaji kwa maana ya timu, lakini mchezaji mmoja mmoja. Yani sasa hivi unaweza ukaangalia mpira wanawake afukao unaenjoy. Yani naona kabisa, yes, timu inacheza na kuna kitu kinatafutwa. Sawa, so, Issa aliponda mbuzi nimemgusia huko kidogo <laughs> uh, alijipambanua sana katika uh, soka la wanawake na kujipachika hivi, ujipachika ama watu waliku, walikupa ile mfalme, ile mfalme ile niliitafuta afu ikakubali Eh, kwa sababu nilikuwa mwenyewe, akasema okay, mimi ni mfalme kwenye territory, lakini watu akasema kweli wewe ni mfalme, kwa sababu kitu ambacho ulikuwa unatamia eh, unakifanya mm. Kuna ambaye anakifanya <laughs> <kwa hiyo nilitamia. laughs> sawa. Uh, tuangazie uh, maisha mapya sasa mm. <coughs> Katika uh, upande huu wa usemaji wa kikosi cha Fountain Gate mm. Uh, mambo yanakwendaje kwa ujumla ndani ya Fountain Ah, mambo mazuri mambo mazuri, shehe unaweza ukaona tuko sawasawa sawa. Ah, timu inasonga hivyo hivyo mm, tushafanya kila kitu kwenye huu msimu eh, kitu ambacho hatujakifanya labda kukaa tu chini ya tebo eh, lakini tushaongoza ligi kama mtakumbuka kwa masaa kadhaa, lakini tushakaa kwenye mstari wa njano pale kwenye playoff, lakini tupo katikati hapa sasa hivi tuna tunaendelea kupambana kuona E, tuendelee kubaki hapo, hapo mpaka msimu unamalizika una, una lakini tushakuwa na kikosi bora zaidi kwa msimu huu no doubt, lakini e, tushakuwa na jezi kali zaidi ya timu zote e, mpaka sasa hatuna tena jezi kwenye stock zetu, zimeisha watu wamezigombania. Kwa hiyo tushafanya kila kitu tushachukua matuzo. E, kuna kipindi hapa sisi tuliongoza kuwa na tuzo nyingi sana thamani of the match. E, tuzo kama nani hivi Selemani Mwalimu peke yake alikuwa anatuzwa kama sita siju saba Don Muya naye akachukua tuzo kocha bora wa mwezi, tuzo bora ya meneja wa uwanja mara mbili mfululizo. Kwa hiyo tumeshafanya kila kitu, tumesha tawala sana msimu huu na tumshukuru Mungu. Isa iso, hmm. kiangazia jinsi mlivyoanza Fountain hmm. uh, mlianza kwanza na kichapo kikali kwenye uwanja wa KMC Complex chumanne zile dhidi ya Simba hmm. baada ya pale watu wengi wanasema ah, ni wale wale mkaenda kufufukia na Mungu, uh, ushinda wa bao mawili. Baada ya pale gali lenu liliwaka sana, watu wakaweka mm. uh, Fountain ilikuwa ni ndani ya top 4. Unajua, wakati tunafanya maandalizi eh, watu wengi sana walikuwa akiniuliza mbona tusikie Fountain Gate mkisajili hatuoni mm. mbwembwe, hatuoni mipango E, mwalimu wenu mwenyewe pia hatujawahi kumuona kwenye ramani ya mpira kihivyo, lakini mara zote majibu yangu, alikuwa anacheka mwishoni ndiye huwa anacheka vizuri zaidi. Na nilikuwa nikiwaambia kuna bomu sisi tunalisuka na nafikiri likija kulipuka sijui nani atakuja hata, hata, hata kupona. Na ndicho ambacho kilikuja kutokea. Hmm. Ile boost ambayo unajua Simba walivyotufunga magoli manne ni kama hmm. Alituboost. Yani alitukaribisha bwana, karibuni ligi kuu. Alafu akatuboost kwamba mnafikiri mcheze kwa namna hii. Kwa hiyo baada ya hapo nafikiri hmm. E, na Mungo walikuja, walikuwa timu ya kwanza kuona ubora wetu mm. Lakini na e, timu zingine zote wakiwemo Dodoma mashujaa ambao walikuja Tanzanite kwa rana kukosa matokeo, nafikiri waliona kwamba sisi ni, ni timu ya namna gani na gani na tunahitaji kitu gani kwa kwa kwa msimu huu. Lakini e, mara nyingi e, ukifanya vizuri sana lazima utapitia changamoto kwa sababu kila mwalimu e, kila mchezaji alikuwa anajiuliza Fountain Gate wana kitu gani Naamini ndio kipindi ambacho eh, hata wale ma video, sisi wale analysis eh, wale walikuwa na kazi nzito sana hasa wanapokuwa eh, timu zao zinakutana na sisi. eh, mabadiliko yakaja yakatokea pale katikati, nafikiri ndio sababu kidogo ambayo ilitufanya ni kama tuonekane tumepoteza ubora, lakini ni yale mabadiliko ndio ambayo yalitutoa kidogo kwenye njia ambayo tulikuwa ama tulianza nayo mpaka kufikia hapa ambapo tupo sasa. Naweza kusema kwamba ilikuwa ni haraka kidogo haraka kwa maana ya, Yadi kukua, mm. yani nikijaribu ku uh, kulikuwa eh, ah, sijui niliwekaje swali mm. swali langu ni kwamba swali lake hii <laughs> mm. e, swali langu ni kwamba kulikuwa kuna umuhimu gani ulazima ulazima uharaka wa kiasi gani wa, wa, mm. wa kumwondoa muya yani targeti yenu mm. nyinyi ilikuwa ni nini ambayo mm. baada ya kuipima kwa nyakati mlizocheza mkaona muya atoshi Aa, unajua mabadiliko yanayofanyika kwenye benchi la ufundi mara nyingi, eh, yanakuwa na mambo mengi mm. eh, si tu eti kwamba mtu fulani hatoshi kwenye ile nafasi mm. ni mabadiliko ya kawaida kabisa kwenye, mm. kwenye mpira wa miguu e, mabadiliko haya hayakuwa ya kawaida kwa mwalimu yalikuwa, yalikuwa, yalikuwa uh, ni ya kawaida kwa mwalimu amba, benchi la ufundi ambalo kwa sababu ni matokeo mbili. Mm -hmm. Yes. mm -hmm. matokeo yes, na malengo Ukitazama mpaka kocha Muya mpaka, mpaka, au mabadiliko yanafanyika eh, kutoka kocha Muya anakuja Robert Matano. Ukitazama trending ya matokeo ambayo tulikuwa tumepitia um, yes, kwenye mechi tano za mwisho eh, hayakuwa ni, ni matokeo ya, ya kuridhisha kwa maana ya kufungwa, yes, kwenye mechi tano mechi saba tu, no mfuli, mechi saba tulishinda tulishinda mechi moja kama so moja au mbili pamoja na sare, na kipindi ambacho tulikuwa tumepoteza tume, tume, tume mechi nyingi nadhani, uh, uh, management... sorry. mm. wakati Muya mnamfukuza Muya mm. timu kwa mecheza mechi, mechi ngapi tulikuwa tumecheza mechi kumi na saba. Mechi kumi. Kumi na saba kwa sababu tulikuwa tuna alama kumi na tulikuwa tuna alama ishirini, si ndio? Mkiwa nafasi ya nafasi ya ya, ya, mm. yes. ya, ya ya walipitwa na Tabora nafasi ya sita ya sa. Na ukiangalia hayo matokeo, kwa nini watu wana question kuhusiana na Mohamed Mwaya? Kutokana na ya kwamba, kwanza alikosa wachezaji wake wawili muhimu mm. uh, Selemani Mwalimu pamoja na William Edgar kwa sababu kuna michezo, ya, hey, ya michezo baada kutoka ya, ya yes, michezo, michezo miwili nafikiri bila kuwakosa michezo mitatu mitatu. Yes. Uh, kwamba yani mchezo wa tatu ndio wa, mm. walirudi lakini mm. walitokea mm. bench, mechi ambayo tunapoteza nadhani mm. na Namungo mm. na na asami. na swali langu bado kama hujalijibu takujibu. Ya swali lako na ndio maana mm. nimejaribu ni, ni, ni, ni kukurudisha nyuma mm. umesema mwalimu anavyoondoka kwenye timu kunakua kuna sababu mbili, mbili eh, moja matokeo mbili ya kutosha sasa. Tujiulize malengo sio ya kutosha malengo, malengo of course tulikuwa bado tuko kwenye, kwenye malengo lakini, uh, ukitazama namna ambavyo training yetu ya matokeo ilikuwa inaenda mm. uh, tuliogopa pengine uh, pressure imekuwa kubwa kwenye benchi la ufundi lile kwa wakati mm. ule kwa sababu kwenye mechi saba mm, unashinda mechi mbili au moja afu nasare moja mm, na bado kulikuwa kuna mechi nyingine ngumu mbele zilikuwa zinakuja, mm tukasema, Muya ni, ni kama mtoto wa nyumbani yani hakuna namna ambavyo una, unaweza kumtenganisha Muhammad Muya na Fountain Gate mm. Kwa hiyo management ikaona anyway, ngoja tu, tumpumzishe kidogo e, tupate challenge mpya ya mwalimu mpya, pengine anaweza kaamsha ile hali ambayo tulianza nayo kwenye duru ya kwanza na kuyafikia malengo ambayo tulikuwa nayo kwa sababu baada ya mchezo ule na Yanga e, yeah. Matokeo yaliyofuata pia hayakuwa mazuri kwa upande wetu wetu, tukaenda mapumziko kucheza na Simba kwa mechi ya kwanza, ya kwanza. Hmm. Alafu tumekosa hmm. matokeo kwenye mechi mbili Kuhu, kwa hiyo kwa training ile ile kwa wachezaji wale wale ambao pia kuna baadhi ya wachezaji pia ni kama wali, wali drop kutoka kwenye ile level ambayo walikuwa nayo kuja kuwa kwenye levu ambayo uh, kidogo ilikuwa hairidhishi mm. Kwa hiyo hata kama Muya asingefukuzwa ama asingebadilishwa kwenye mechi yetu na Yanga mm. Pengine hata mechi iliyofuata ama iliyofuatia tena mm. angeweza kufanyiwa mabadiliko kwa sababu ya namna ambavyo timu yetu ilikuwa inakwenda, lakini ukiangalia wakati umemzungumzia Muya labda angeendelea kuwepo mm. Bilisha dogo tumeona kwamba Fountain imebadilika kwa sababu mimi mtazamaji wa kawaida nilikopo na uwezo wa kukipanga kikosi cha Fountain Gate golini asipokuwepo uh, kipa Nobo. Ule uh, Nobo mwingine ule Mapala, Mapala. Mapala. Mm. Fikirini Bakari. Lakini Fikirini Bakari, Rulambo Kadikilo katikati pale kidogo anacheza kapteni uh, ambaye Yesaya, Yesaya mm. na, na, kapteni, Makame. Na Makame kulandana Abalkasim Abal pembeni Kiimbwa Ambundo, Ambundo. Selemani Mwalimu mm. Edi ya William yeah. sabu yetu Elimokono Yani, na kopo inajulikana mm, lakini alivyoanza Robert Matano eh. Mimi sasa mimi mimi mimi hoja yangu mm, ni kwamba mm. mm, uh, Muya mlimuondoa kwa sababu ya mfululizo wa matokeo mabaya, si ndio? Matokeo hayakuwa ya kuridhisha, hayakuwa ya kuridhisha, si ndio? Alipokuja Robert Matano Simba, uh, Simba wa Kenya eh, Fountain Gate ilicheza mechi tano mfululizo pasipo kufunga goli hata moja, sio kupata ah, matokeo. Tulifunga ile ya Simba Shaka, ah, ile cha Sambe alijifunga, lakini ah, goli sikwani la <laughs> kwetu she <kwanilakuadushe>. Ah, <aani, laughs> yani Fountain Gate ilicheza aani, mechi tano mfululizo, sio kupata matokeo aani, kwa yani, kwa maana wachezaji wetu hajafunga hata goli moja, na pia hapo, Rashid, kwa kuongezea timu tena ikaendelea kuruhusu, kwa sababu tatizo la Muya lilikuwepo timu inafunga alafu inafunga aani, sasa. Lakini alivyokuja matano timu ikawa haifungi na inafungwa na inafungwa, yani sasa kama Muya aliondoka, ni kwa sababu ya matokeo mfululizo, wa matokeo mabaya, vipi kuhusiana na Robert Matano ambaye kwangu mimi sikuona uh, utofauti kati ya matokeo mabaya Muya, ya Muya ikaja matokeo mabaya <laughs> zaidi sasa hapo, uh, Chidi hapo, yeah. Kuna vitu viwili uh, wakati Robert Matano anakuja kwenye timu yetu, kumbuka alikuwa tayari in season na lazima tu tuseme ukweli ni, ni kocha ambaye hakuwahi kufanya kazi Tanzania, ni kocha ambaye hakuwahi kufanya kazi nje na Kenya. Kwa maana yeye umaarufu wake ukubwa wake wote eh, kushinda makombe kumi na moja kumi na mbili akiwa Kenya, hakuwahi kufanya kazi nje na Kenya. Kwa hiyo alikuja eh, akiwa kwanza anatakiwa adapti mazingira ya ligi yetu aelewe mpira wetu kwa Tanzania la msingi sana kwenye soka eh? Ah, lakini sisi tuli, ah, tulichokiamini kwa sababu hmm. Robert Matano hmm. ni kocha ambaye amepata mafanikio makubwa nchini Kenya hmm. ni kocha namba moja kwa ukubwa nchini Kenya. Kwa hiyo tuliamini ukubwa wake ule ule wa ambao ametoka nao Kenya hmm. atakuja eh, kutusaidia sisi kwenye, kwenye timu yetu na sio mbaya haiko hmm. eh, kwenye eneo mbaya kutokana na namna ambavyo timu alikuta kwa sababu pia alihitaji kutengeneza falsafa yake, kutengeneza misingi yake mm. ili kuweza kufika mm. kwenye nchi ya ahadi, lakini wakati mwingine maendeleo yanahitaji muda mm. Sawa. Uh, kwa kiasi gani kuondoka uh, kwa sema ni mwalimu kumeathiri kikosi uh, kumetuathiri pakubwa, uh, kwa sababu ndiye ambaye alikuwa kinara wa mabao, ilikuwa silaha yetu mm. ya kututafutia alama tatu kwenye mechi nyingi mm. ndio maana nimezungumza hapa tangu ameondoka, hakuna mchezaji ambaye amechukua tuzo nyingi kumzidi ingawa tayari kuna mchezaji ameafikia magoli ambayo yalifunga, kwa maana mabao sita. Eliel Dinyo Mukono ndiye top scorer kwa sasa kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo aliacha pengo, kwa sababu aliondoka kwenye kipindi ambacho hatukupata mtu ambaye pengine anamfikia yeye au anafanana naye kwenye namna ambavyo alikuwa kwenye msaada na timu, lakini ilikuwa lazima aondoke, ilikuwa lazima aondoke kwa sababu ni sera ya timu sera ya taasisi kwamba inapotokea fursa linapotokea tundu kwa mchezaji yeyote yule kwenye timu yetu mm. wakati wowote mm. basi milango inakuwa iko wazi kwake yeye kuondoka watu wanajiuliza uh, Isa mm. iko wapi mwalimu Robert Matano kwa sababu kikosi hivi sasa anasimama Khalid Adam memfukuza mm. ama imekuaje na kama memfukuza mbona amtoe taarifa hapo <laughs> sasa kwenye kutoa taarifa e, ndiyo, ndiyo penyewe wakati tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna Matano anakuja tulitoa taarifa na siku akiondoka tutatoa taarifa. Kilichotokea kwenye safari yetu kanda ya Ziwa, e, Matano alipata e, matatizo ya kifamilia. Kwa hiyo siku ambayo tunasafiri tuna kwani usiku, alfajiri, yeye ndo aliandaa safari akaamsha wachezaji wake na viongozi, jamani, e, muda sasa wa safari tuondokeni. Lakini e, akawa amepata hiyo taarifa ya, ya kifamilia kwamba ilimlazimu aidha baki Babati ili aconcentrate kwenye hizo changamoto za kifamilia au asafiri kwenda Kenya. Lakini ilikuwa ni lazima aungane na sisi tukiwa Mwanza wakati tunafanya maandalizi yetu na mechi ya Pamba. Lakini isivyo bahati. Siku ambayo tunasafiri kutoka um, uh, Kigoma kuelekea Kigo. Mwanza aliumwa. Aliumwa sana. Ana miaka sitini na, na, na kadhaa yule mzee. Kwa hiyo sasa uh, akaomba pia jamani naomba nipumzike kwa sababu safari ni ndefu. Babati tu Mwanza kurudi tena hapa. Naomba nipumzike majukumu nita delegate kwa Hari, uh, Amri Saidi japo stam uh, pamoja na, na Haridi Adam. Haridi Adam amekuja uh, kwenye timu yetu kama mshauri wa benchi la ufundi lakini pia ni kama uh, mtu wa saikolojia kwa wachezaji, kwa sababu uh, president aliona kwenye kipindi ambacho tulitoka kilikuwa kipindi fulani kizuri sana, tulifanya vizuri sana, lakini kwenye duru ya pili ni kama tuna struggle kwa tuliamini uh, mentality ya wachezaji inatakiwa ipate counseling ya mtu ambaye uh, anaofahamu mpira wa Tanzania uh, mtu wa mjini mjini kidogo ili akae na wachezaji an understand kama, nani, kama, kama mshauri wa kama benchi la ufundi tam... mshauri wa benchi la ufundi. Na sio kocha, na sio kocha. Ni, ni, ni, ni, ni, ni professional yake ye Haridi Adamu ni kocha, wote tunafahamu hilo, lakini pale hasimami kama kocha, anasimama kama mshauri. Kwa pale kocha ni Amri Saidi. Amri Saidi Stam. Sasa mwa kama Amri Saidi anachukua maelekezo kutoka kwa mshauri. Sasa si mshauri? Kwamba unashauri bwana eh, hapo tunafanya mabadiliko. Mbuzi usitovuruge. Sasa nini? Vimalizika <laughs> juzi tu mwezi huu. Hapana. Mbuzi, juzi usitovuruge. <laughs> Yaani yule <Yura> ni mshauri. Kwa <laughs> Mbuzi, usitovuruge. <laughs> <laughs> Wanaotakiwa kukaa kwenye benchi pale tofauti na wachezaji ni nani? Ni inategemea sasa na, na, na mfumo wa benchi na ufundi. Mfumo wetu sisi wa Tanzania. Sisi weto wa Tanzania eh, ni makocha pamoja na watu wa afya eh, na wachezaji nakaa kocha, manager wa timu eh, yes, daktari mm, kit manager, ndio. Si ndio? mm. Lakini kanuni inasema unaweza kutoa taarifa kabla ya mchezo bana, kwenye benchi letu atakuepo pia na mshauri, kama namba ya ile technical benchi inakuwa bado ina, ina hengeng watu hawajatimia kama ambavyo mnavyokwenda kwenye PM. Sawa, so, mm, kwa hiyo Haridi ya damu ni mshauri, mshauri ni head coach. Anaendeleaje? anaendelea yuko, anaelewa vizuri na tayari eh, ameshaombaomba klipu za Yanga aanze kuwatazama. Sawa, mechi yenu na Yanga Afrika <laughs> <laughs> <Tumabafanko? laughs> <laughs> Matarisho yenu kwanza, hongereni kwa, kwa choice ya kuchagua uh, Manyara kwa sababu e, kumekuwa na watu wa mpira sana hakika. sana mm. Wanajitokeza katika mechi na enjoy nikiona ile yani, mm. mechi ni watu e, na, na, na, na, na Babati kuna watu mm, elewa nikisema watu sio Mbinga, Mbinga muda wote watu wanapaa <laughs> <laughs> Lakini kwa nini Mbinga mbinganyekunduuvubaaiyo eh? <laughs> Uh, matayarisho -ma yes, ni, ni mazuri mm. E, tunamshukuru Mungu sana mm. E, tuko kwenye pointi ambayo chochote kinawezekana mm. e, kutokea kwenye huo mchezo e. Na wimbo ambao sisi tunaimba kwa sasa hivi Debe, na watu wote wa Manyara ni kwamba lazima tuharibu shughuri ya watu mm. a, kwenye huo mchezo na kuharibu shughuli mwenyewe ni sisi kupata alama na wao kukosa alama. Sasa unajua tuko kwenye hali mbili tofauti, sisi tunataka matokeo sana, na ndio maana tunasema lazima tushinde huo mchezo. Sasa, ya e, sasa nimesema shughuli ya Yanga kwa sababu gani mm. Sisi hatuko kwenye mbio za ubingwa mm. E, kucheza playoff hatutacheza hata kama Yanga akitufunga, na hatutoshuka daraja kwa sababu tuna mechi tatu huko mbele ambazo tuna uhakika wa kufanya vizuri. Azam atakuja nyumbani atakufa vile vile, si ndio? Tutakwenda meja Isamu huyo pale, tutampiga mtu tutakwenda e, kwa mangushi Coastal Union kule kwa zetu alama unarudi nyumbani <tipi> <tipi metana. tipi> Yanga Africa. Yanga Africa. Babati. Babati. <tipi> Afrika, lazima useme Babati kwenye jehanamu pale, alama tatu okay, alafu Azam tutakuja tunaenda kuyayusha pale zile ice cream. wapi wapi? hapo hapo, Babati Babati ha, ha, ha. Alafu tuna jacket meza meza sabu kwenye garage na tuna tuna, tuna, tuna mango kwa sa union kwa kwani stadium babara kumi na tano huko konde, sisi tuna tamba <tamu>, ba kwambieni. <laughs> <laughs> Issa, waambie mashabiki wa Babati, kumekuwa na naonaga zile kwa mara punda sijui hii mara e, ni, ni, ni, ni, ni, safari hii safari hii kwenda kwa Yanga, matayarisho ya poje yako vizuri sana na unajua, watu wa kule wana hasira. Unajua ni kama wameungana <laughs> mashabiki, wa, wa, wa mm -hmm. mashabiki wa Fountain Gate na wasiokuwa mashabiki wa Fountain Gate eh, wameungana kwa pamoja, na mchezo ume, umesogea mbele kidogo, sio tarehe ishirini tena utakuwa tarehe ishirini na moja, okay. Kwa hiyo bado tuna nafasi nzuri ya kujiandaa. Kwa hiyo uh, watu wana imani kubwa na timu yao mm -hmm. na nikwambie Msumi E, tarehe ishirini na moja we nipige tu simu saa mojamoja hivi mm. Nitakuambia na leo e, nitaka nilisahau hili tumekuja na uh, watathmini michezo kama wanne hivi kwenye mechi ya Yanga na Stendi United. Watathmini wa michezo. Yes. Okay. Wanawatazama Yanga wakiwa wanacheza dhidi ya Stendi, alafu uzuri kocha wa Stendi mm. e, Jumaa Masudi mm. ana vina saba na Fountain Gate. Aliwafungia, ndiyo maana aliwafungia. Sio kutufunga uyo, ni mtoto wa Fountain Gate kwa leo kila saba wakila saba hawezi <laughs> kula saba Juma Masudi hawezi kukubali kufungwa saba. <laughs> kuna kazi, kuna kazi anatusaidia <laughs> sasa <fountain laughs> <gate. laughs> <laughs> <laughs> yule ni mtoto wa <laughs> <fountain laughs> kwa hiyo, wale watathamini michezo wanne <laughs> kutoka South Africa ambao wapo leo kwa tazama Yanga wakicheza, ili wamwambie matano <clears throat> Yanga bora wao ni huu <clears throat> na Masudi Juma anakuwa ni mtu wa tano, kwa sababu ni kocha ambaye kapita Fountain Gate Msomi, nimependa mechi mbili walizocheza Fountain Gate, nimefurahi kusema kwelibadilishaaoaliah ni matano au Jabu Fountain Gate mm, ndio timu pekee mzunguko wa kwanza hiyo, kutoka kwangu mimi sijui, mm, kwa, kwa msomi mm, ndio timu pekee ilikuwa inacheza mpira mzuri na wakuvutia na unakaa, mm, unaitazama, una sema yes hii timu na enjoy kuitazama, tumerudi lakini walikuwa ni Fountain Gate na ilikuwa na kumalizia ile michezo miwili mocheza wa Kigoma mm, na Mwanza No, kama tumeanza kuiona ile Fountain ya Mwea. Ah, ndio maana nimesema yeah. Matano alikuwa anahitaji muda kidogo okay. Ndio maana kwamba michezo miwili ya mwisho kasimama nani, ikasimama Alidi Adamu. Sasa ni mshauri, ameshauri bana. Yeah. Matano hayupo kwa kumalizia neno kwa <laughs> <laughs> mashabiki wa Fountain. Bana, uh, mashabiki wa Fountain Gate ambao mko Manyara hmm. eh, najua mna tutazama sasa hivi eh, tarehe ishirini na moja <laughs> E, tukutane kwa wingi uwanja wa Tanzanite Kwaraha. Hamjawahi kuniangusha mara zote, nikiwa nawaomba mje mjitokeze mu support timu yenu. Lakini kubwa eh, aminini ya kwamba eh, Fountain Gate itafanya vizuri kwenye huo mchezo. Aminini ya kwamba timu yenu eh, itamfunga Yanga tarehe ishirini na moja Tanzanite Kwaraha saa kumi kamili za jioni mchezo ukianza. Kwa hiyo eh, jiandaeni viingilio tayari eh, shilingi elfu kumi. Tumewatangazia viingilio mapema hmm. shilingi el elfu kumi, hmm. elfu ishirini, na shilingi laki moja. Kwanza, hmm. e, na laki moja kwa mara ya kwanza mechi za mikoani kunakuwa na kiingilio cha juu cha shilingi laki moja kwa VVIP. Sisi Fountain Gate. Bwana Issa Mbuzi tunakushukuru sana. Ndio, kuna wachezaji hatuwaoni, sijui kina nani, kina Jiani. Ah, Jiani ana changamoto ya kifamilia muda mrefu yuko Ghana, hmm. ambundo, e, ambundo naye pia ana changamoto hizo hizo, hizo e, za, za kifamilia yuko Mwanza kwa hiyo E, wote hawa ni wachezaji wenye mikataba na Fountain Gate mm -hmm. E, wakati wowote e, mnaweza mkawaona, unaweza ukakuta hata mechi ya Yanga Jiani Mbundo wakawepo. Asante misho misho. Uh, ni Issa Liponda Mbuzi, tupo naye hapa, msemaji wa kikosi cha Fountain Gate pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the pandit only one in Africa, naye hapa tukirejea. Tutakuja kuangazia joto la Afrika, bila kusahau the pitch zo bamba zote, tutakuja kuziangazia. Mimi ni Saidi Salim Sumu, hii ni viwanjani baba, vipindi vyote vya michezo chini Tanzania.